Na langu ni kati kasi. Tunapenda tukumbushe wa mama kuhusu fistule na gisi gani kuweza kuiprevenir lengo, lengo, lengo ni kusema gisi Organisation mondiale ya sante nasema mu miaka elfu mbili makumi tatu inafaa kabisa duniani pote kusikwete na hii magonjwa ya fistule, na sisi tunataka kutia jiwe kwa ajili ya kujenga ile lengo na kusaidia ku, kuboresha matunzo ili kama ile magonjwa ipashe ku ipate ku kuisha. Haa. Umesema fistula hii, mm, ni lugha ya Kifaransa. Wamama wa chini wanaotusikiliza Wata, watasema fistule ni nini na nini dalili zake? <laughs> Sasa uh, Kiswahili haiko haiko rahisi kwangu, lakini fistula kusema mKiswahili tutasema ni kama kuna kuwa tundu ku njia ya mkoyo na ile mkoyo inapita bila, uh, bila, bila kujizuiza, mwanamke anenda na mkoyo anenda na shuka bila kujizuiza, ama inaweza kuwa ku njia ya choo kubwa inaenda napitia mbele bila kujizuiza. Ile ni uh, masinye ambayo inakuwa ya fistula. Sasa wamama wafanye nini? Wamama gisi nilikuwa mnasema, wanapashwa shikaza wakati wako na mimba wafate kipimo. Wapate, wapate kipimo vizuri ili wapashe kutayarisha wakati ambao watazaa wazae katika makondisio yenye iko vizuri ili kujikinga na ile magonjwa. Pia kupanga uzazi ya lazima kwa gisi iwasaidie kupanga na asibebe mimba kila wakati kwa kuweza kumkinga na ile magonjwa. Lakini tumesikia unasema kwamba watu waache kuolewa haraka. Mm, inamaanisha nini? Uh, uh, kuolea haraka iko umojawapo ya ya kozi ya ile magonjwa ya sababu ya ile ma, ya magonjwa ya fistula. Kwa sababu gani, mtu kama naolewa na umri tuseme ya chini miaka kumi na ine kumi na mitano, uh, njia ya mtoto kupitia haya, haya, kamilika ili apashe kuzaa bila shida. Akizaa mtoto wa kabambi tena akizaa kwa nyumbani ama katika vituo ya afya ambayo haina plateau enyee inaenea inaweza kupasua ile njia ya mkoe wala njia ya choo na ina, uh, inatuma napata ile magonjwa mwisho hatari ya hatari mm -hmm, ya fistula ni nini hatari? Ni kusema uh, iko na makonsekansi yenyee iko kumwili ya mtu kwanza, wewe mwenyewe unakuwa na mkoe naishukia machoo kubwa naishukia, unakuwa waarufu, unatengwa katika jamaa. Kama unakuwa na mume, mara mingi mume anaweza kukimbia, kisha ile ma buchafu inaweza kukulunguza unapata ma infection kisha na, na mujamii, hautaenda tena. For example unaweza kuwa ulikuwa muchuruzi, hautaenda tena churuza, unakuwa kutana, unakuwa uh, isole, unakuwa umetengwa, umetengwa katika jamaa na katika jamii, na kuzaa haitakuwa tena rahisi sababu sama mume amekukimbia na kama iko pale inawezekana ile asidite ya mkoo itume kama usiweze kuzaa tena kwa avenir Santa, Rosa, Mpili,